Wizara ya mawasiliano nchini Tanzania imesema imeyafungia majukwaa ya kidijitali takriban 80171 kwa kile ilichokisema kuchapisha maudhui ambayo ya yapo nje ya maadili au yako nje ya sheria. Katika kuzungumzia hili, ninazungumza moja kwa moja na msemaji wa serikali ya Tanzania Bwana Gerson Msigwa. Kwanza ninataka kufahamu majukwaa ya kidijitali yaliyofungiwa kwa kile ilichosema ni kuchapisha maudhui ambayo yako nje na maadili, maadili haya ni yepi? Tunaposema maudhui yasiyo sahihi, ni maudhui ambayo yamezuiwa kwa mujibu wa sheria. Uh, tunayo sheria hapa ya makosa ya kimtandao ambayo imeainisha maudhui mengi ambayo yamezuiliwa kuchapishwa, iwe kwenye mitandao ya kijamii, iwe kwenye vyombo vya habari Uh, kuchapishwa ama kusambaza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Na, na, na kutokana na hilo sasa, uh, mamlaka zetu ambazo zinasimamia utekelezaji wa sheria hii, nikiwa na maana ya mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, imekuwa ikifanya ufuatiliaji uh, wa machapisho mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, kwenye vyombo vya habari, na pale kunapojitokeza makosa ya kimtandao uh, ambayo yanazuiwa kwa mujibu wa sheria inayo mamlaka ya kisheria ya kuzuia eh, ma, ma, machapisho hayo ama kufuta jukwaa hilo eh, kwa sababu eh, machapisho yanayowekwa yanaleta madhara katika jamii. Kwa hivyo, kwa hivyo hayo kwa kifupi ndio hayo, yanahusisha pengine kuchapisha picha zisizofaa eh, labda matam, matamshi yanayodhalilisha watu eh, vitendo vya uchochezi na mengine mengi ambayo yanazuiwa kwa mujibu eh, wa sheria eh, ya makosa ya kimtandao. Na, na haya majukwaa mlioyafuta pengine ni ya watu wa kawaida, wanasiasa ama watu mashuhuri, kwa sababu tunaona hata watu mashuhuri na wenyewe wamekuwa wakitoleana maneno machafu kwenye mitandao ya kijamii. Sasa ku, ku, kutengeneza makundi ya kwamba huyu ni mwanasiasa, huyu ni mtu wa kijamii, huyu ni mtu wa namna gani, hilo litakuwa ni jambo jingine. Muhimu ni kwamba eh, sheria inazuia maudhui yasiyofaa mtandaoni na maudhui yote ambayo yameainishwa kwa mujibu wa sheria uh, ya makosa ya kimtandao uh, ile ya mwaka 2015 uh, yakijitokeza, basi vyombo vya vya vya vya, vya, vya kisheria vina vinachukua hatua ambazo zinastahili. Lakini e, ili zoezi limechukuliwa lime, lime kuanzia Januari mpaka mwezi Machi mwaka huu hizi takribani e, majukwaa ya kijamii 1080 kufungwa. Je, zoezi hili Bwana Msigwa ni la muda mfupi ama la muda mrefu, kwa sababu ukiangalia Tanzania mnaelekea katika uchaguzi mwaka huu baadaye. Zoezi ni la wakati wote. Takwimu mlizopewa ni za kipindi fulani, lakini zoezi lipo tangu sheria imetungwa, tukaweka na kanuni, tumeanza kutekeleza na um, takwimu zipo za kipindi fulani, ziko za jumla za tangu tumeanza eh, uh, muhimu ni kwamba sheria tunayo na inakataza, inakataza leo tangu ina, itakataza kesho, mpaka hapo itakapokuwa imebadilishwa. Kwa sasa hivi, kwa sababu ipo, ni muda wote inaendelea kutumika. Na, na, na kabla ya kufuta haya majukwaa je mnawapa taarifa hawa watu kwa sababu sasa hivi majukwaa haya ya kimtandaoni ni sehemu ya ajira ya watu kuna kazi kubwa ambayo inafanywa uh, na mamlaka za kiserikali kwanza TCRA wenyewe mamlaka ya mawasiliano Tanzania uh, lakini pia wizara hii ya habari uh, utamaduni sanaa na michezo ambao pia tumekuwa tukifanya kazi kubwa ya kutoa elimu juu ya umuhimu uh, wa kuzingatia maadili ya mtanzania Uh, kuzingatia ambapo vitu vyote hivi sasa vimeainishwa katika sheria uh, kuzingatia miongozo ya kisheria wakati wa uchapishaji wa taarifa mbalimbali, kwa sababu pia tunayo sheria hapa ya huduma za habari sura namba 229, na yenyewe imezuia kuchapisha taarifa ama maudhui ambayo yanaleta uvunjifu wa amani, yanaleta uchochezi, yanadhalilisha watu na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa hiyo elimu, lakini sasa serikali pamoja na kufanya kazi kubwa ya kutoa elimu kwa ambayo kwa kweli ndio kubwa kuliko zote ee, inakwenda hatua mbele zaidi. Pale kunapokuwa bado kuna ukiukwaji, basi ni kutumia uwezo wetu wa kiteknolojia kuzuia uh, usambazaji wa maudhui maudhui yasiyofaa, mojawapo ikiwa ni kufuta majukwaa ambayo yanatumika kusambaza uh, maudhui yasiyofaa. Bwana Msigwa umesema kwamba ni muhimu kulinda maadili ya Kitanzania, lakini tumeshuhudia matusi makubwa yakitolewa katika mitandao ya kijamii. Je, na hayo majukwaa bado yapo mpaka wakati huu? Je, hapa tu, tunasemaje? Tunapimaje mizani kuwa sawia na yanatolewa na watu mashuhuri kabisa? Yeyote ambaye anavunja sheria ndani ya nchi tunachukua hatua hiyo, naweza kukuhakikishia lakini natambua kwamba wako watu ambao wanatumia majukwaa ya nje ya hapa Tanzania ambayo hayadhibitiwi haya na mamlaka zetu zilizoko ndani. Yaani lolote linaloweza kutokea kwenye cyber space yetu tunachukua hatua na wako watu tunawakamata na wanafikishwa kwenye vyombo vya sheria. Wako watu wameshapewa wame, wame, wame, wame, wame, wame, wame, adhabu zao ab na, na, na, nikwambie ukweli hakuna wakati. Unatusikitisha unakuta machapisho yamewekwa mitandaoni, ukienda kufuatilia unakuta ni mwanafunzi wa sekondari katoto kadogo, pengine kametumiwa tu au akajui kanachokifanya, lakini tunachukua hatua tunachukua, tunachukua, kwa sababu sheria ni msumeno. Nataka nikuhakikishie, ndani ya nchi wote wanaofanya makosa haya tunawapata.